Jamani, hmm. Hey, haraka zote asubuhi, una wahi wapi? Nawahi Kipumbwi mara moja, mke wangu. Tena huko Kipumbwi itakuwa kuna jambo la siri unalifanya haiwezekani! Kila siku Kipumbwi, Kipumbwi! Nisikilize mke wangu. mm -hmm. Kipumbwi kuna neema kubwa kupitia Makazi Solution. Mm. Huko kuna mgodi mpya wa viwanja, na viwanja hivyo vinakupa fursa ya kukaa karibu na bandari ya Kipumbwi. We usiniambie! Halafu mke wangu, huko pia kuna ujenzi a soko kubwa tena la kisasa, soko la dagaa pamoja na samaki mm -hmm. hapo serikali imetoa bilioni moja nukta tatu kutakuwa kuna wafanyabiashara kutoka kongo mm -hmm. burundi mm -hmm. na wafanyabiashara wengine wengi kutachangamka mke wangu wacha we kubwa zaidi mke wangu ukiwa hapo unarahisisha safari hadi mkokotoni zanzibar yaani ni kilomita 60 tu halafu mke wangu si unajua pia barabara ya pangani ipo kwenye ujenzi kwa hiyo ikikamilika tu watu wengi watakuwa wanatumia barabara ya pangani kwenda arusha Dar es Salaam itakuwa ni rahisi kwa hiyo hapo mke wangu, nawaza kujenga apartment za bei rahisi. Watalii wengi watatembelea huko Sadani mm -hmm. watatembelea Kipumbwi, watatembelea Maziwe, tutapiga hela mke wangu mm -hmm. Hmm, basi inatosha mume wangu, mimi nitakuongezea hela yangu nimepata huko kwenye vikoba, tukanunue viwanja hivi viwili, kimoja kiwe cha makazi na kingine cha biashara. Naam, halafu nitamwambia mjomba Faki, si unajua na maboti yake yale, ili na yeye bebe hawa watalii wa Zanzibar, na yeye awapeleke kwenye kisiwa cha Maziwe. Haya mke wangu, basi mi ngoja ni wahi wahi. Mume wangu, si unajua hiyo barabara ya Pangani ikikamilika, watu wengi watakimbilia fursa, alafu si unajua tena, chelea chelea utakuta mwanasi wako Hai mki wangu wacha niwahi haya mme ndio, Makazi Solution wanauza viwanja kwa bei rafiki kabisa. Bei ya viwanja inaanzia shilingi milioni mbili. Bei kwa mita mraba makazi ni shilingi elfu tatu. Bei kwa mita mraba biashara ni shilingi elfu tano na bichi plot ni shilingi elfu ishirini. Kwa maelezo zaidi, fika halmashauri ya wilaya Pangani au ofisi za Makazi Solution zilizopo karibu na TANESCO Tanga mjini au tupigie kupitia simu nambari 075033338 au 06727174 7 Tanga, lango kuu la uchumi wa Afrika Mashariki, wote mnakaribishwa. Tangazo hili limetolewa na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Pangani.